Hello my beautiful people, karibuni tena kwa another awesome video yenye itakusaidia ku-up your forex game na ku-learn forex as fast as possible. Now, before nikufunze how to trade forex, nataka kukuambia requirements yenye unafaa kukua nazo na nataka nikueleze forex ni nini in the most simple and easiest way, right? Now, first of all, nimechora line nyingine straight kwa screen yangu nataka tu focus on e line. Na e line is what forex, it's what entails forex right now. Alafu tukachora box ingine hivi, tuseme hii box hi, wacha ni change color ndo ikuwe visible. Hii box hapa chini yake, hii box inaweza move chini ama inaweza move juu. Unaona, hii box inaweza move juu na inaweza move chini. Kama hii box iko hapa na upredict uchore line useme hii box ah, hii box ita move, ita move wapi? Ita move juu, alafu i move juu hivi iende juu, utakuwa in profit sawa, kumaanisha ume buy so what any a cap a text buy ume predict, market itaenda juu. Na market ikaenda juu, kumbuka hii market ilikuwa hapa, and then ukakuja ukachora line yako, ukasema hii market naona ikipanda juu, ikipanda juu, ikapanda juu, ikaenda juu, hiyo ume buy, utakuwa in profit, sawa. Tuseme tuko na the same line tena hapa na pia tuko na the same thing. Hii market hapa, tuna predict hii kitu ina move, ikienda juu ama ikirudi chini, lakini tuna predict the next move itakuwa wapi? So tuseme hapa tumepredict tumepredict from hii area market itashuka chini na itaenda chini ya hii chini ya hii kitu, market ikaenda chini yake tutakuwa in profit na hii itakuwa a sell trade. Hiyo ni sell, hiyo itakuwa sell elay tuseme juu forex pia kuna losses, so nataka nikuonyesha how losses huwa zinakuja. Hii kitu umeona ina, ina move umeona inaanza kumove, ikienda juu ukasema wacha nifanye aje? wacha ni from hapa, umepredict from hapa, market ikipita hiki kitu umepredict market itafanyaje? Itaenda juu. Ikakuja hapa, ukapredict market itafanyaje? Itaenda juu, so ukabuy na hapa, vile umebuy na hapo, lakini market haijafanyaje? Haijaenda juu, instead imeshuka, ikashuka, ikashuka, ikashuka ikashuka ikaenda chini, hiyo utakuwa in a loss. The same way tukifanya na sell. Let's say tuko na market yetu hii, market umeiona hii market ilikuwa hapa, ukaiona inaenda chini inaenda chini inaenda chini, uka predict. Ukapredict market itaenda itaenda below, hii kumaanisha you did what you sold, uli sell hapo, lakini market instead of kuenda chini ikafanyaje? Ikarudi juu, ikarudi juu ikarudi juu ikarudi juu. So utakuwa in a loss in hii scenario, utakuwa in a loss; hii scenario pia utakuwa in a loss. But ukisell, unaona hapa tulisell hapa market ikaenda chini tukakoa ina win. Tulibai hapa market ikaenda juu tukawin. In short forex unajaribu ja, una kupredict the next move of a market. Kama market itaenda juu una buy, kama market itaenda chini una sell. Hiyo ndio the basics za forex right? Nice, so wacha nionyeshe hii kwa chart vile inakaa So nataka kila mtu a concentrate hapa, kila mtu a concentrate kwa hii line, kwa hii kitu nime mark ya black. Nataka ni change color uh, wacha ni change to kale yenye inaonekana. So hii market ilitoka hapa Chani wa onyeshe hii market ilitoka hapa mali nimechora sako ikaenda chini hadi hapa, ikafanyaje? Ikaenda chini hadi, hadi hapo, so hii, let's say hii market ilikuwa inaenda chini inaenda chini tuka sell hapa, tuka predict. Market itafanya itafanyaje? Itaenda chini acha ni pull up. Ukasell hapo, kumaanisha oda yako ya sell ilikuwa hapa, market ikaenda chini, utakuwa in what? Utakuwa in profit but hii market ingekuwa inaenda chini, alafu u, u, instead of kusell sell ufanya je? Ubai, utakuwa in loss, utakuwa in loss juu, instead of market kufanya je? Instead of market kuenda juu vile ulikuwa unataka market imeenda chini ya oda yako. So hiyo ni a very basic concept. I hope kila mtu amefanya je? kila mtu amele amelewa right now. Tukuje kwa candles, tuko na two types of candles. Candlesticks hizi ndo nataka u keep your mind on. Tuko na a bearish candlestick. A bearish candlestick inaonyesha market inaenda chini. Pole, acha ni chore the candlestick. Tuko na a bearish candlestick yenye mostly huwa ni red bearish candlestick inaonyesha market inaenda chini. Inaonyesha market inaenda wapi? Inaenda chini. Hello, you there? Niko poa, inakwaje? So niko after around uh, 30 minutes kuna video flani hapa na record aina nono So bearish candlesticks candles inaonyesha market inaenda chini. Alafu tuko na bullish candle yenye mostly huwa ni green, inaonyesha market inafanyaje? Inaenda juu. Colors sorry, colors hazimata kitu. Inamata ni kitu yenye candle ina information, yenye candle ina Entaili. And then tuko na vitu inaitwa wicks. Wicks zinaka hivi. Wicks ni part of a candlestick. Na nataka kuonyesha hizi weeks in just a few minutes. Hizi zinaitwa weeks. Haya, tukienda kwa chati yangu, kalasi zangu ni tofauti but unaweza ona kwa kalasi zangu, white inapanda juu. Hii ni white, hapa Hii ni white inapanda juu and then hii ni black inashuka chini, so tuko na bearish na bullish candlesticks. Hiyo make sure umeandika mahali, make sure ume save somewhere kwa akili yako right? Now before video I end, what are the requirements yenye lazima ukuwe nayo na kama unataka kutrade, lazima ukuwe na broker lazima ukuwe na phone stroke laptop. Si lazima ukuwe na laptop lakini, but either of them is okay. One other thing, lazima ukuwe na capital. Ntawambia vile mnaweza pata capital. Sikuhizi watu hawatrade na pesa zao, and then unahitaji uh, some free time Kitu kingine unahitaji ni what else am I leaving behind, internet and then tuende kwa apps unafaa kuwa nazo. So hizi apps make sure mezi download, kama bado hujazi download uh, make sure mezi download. Unahitaji kuwa na app inaitwa investing.com. Hii app tutakuwa tunaangalia vitu kama news events news and events. And then make sure uko na meta trader 5 meta trader 5, hiyo ni trading platform. Make sure uko na c trader, hiyo pia ni trading platform. And then make sure uko na trading view. Unaweza tumia trading view, trading view inalipiwa ama tutumie go chatting. Go chatting actually ni free app. Ingine unafaa kukuwa nayo, unafaa kukuwa na uh, investing.com MetaTrader 5, cTrader, TradingView, uh, those are the things unafaa kuwa nayo. So kwa the next video make sure unazi watch ukiwa na hizi vitu kwa either your computer ama your laptop. With that said, make sure you may subscribe.